Bodi ya ligi kwanza wasiwe kama mfuga mbwa yeye, mm -hmm. akiwa anawalisha mbwa wake anawatupia nyama huyu ale hapa, huyu ale pale. Zimeundwa mm -hmm. na, mm -hmm. na bodi ya ligi. Chini ya bodi ya ligi bara ambazo zinaeleza mambo mbalimbali ya vilabu na virabu wanazifuata, lakini nje ya kuifuata virabu, wapo wasimamizi wa kanuni ambao jukumu lao la kwanza ni kuhakikisha hizi kanuni hazivunjwi, watu wanasema proactive measure, kuhakikisha kanuni hazivunjwi kwa namna ipi? Kukumbushana, kueleweshana, kutahadharishana kwenye matukio yote ya kimichezo. Sasa ukiangalia taarifa ya bodi ya ligi, ndani inakiri kwamba Simba walikwenda uwanjani hawajatoa wa taarifa, inakiri ndani kwamba eh, viongozi wa Yanga wakawazuia taarifa ya bodi ya ligi hiyo mm. ya kwao hiyo inakiri kwamba e, meneja si wa uwanja alikuwa hajui, kamisha hajui. Ukiangalia kanuni inasema mechi ikiwa inachezwa lazima itoe nafasi kwa timu mgeni kufanya mazoezi, hili jambo la kikanuni mm -hmm. lakini huyu timu mwenyeji atajua timu mgeni anafanya mazoezi saa ngapi hata kama itajulikana, lakini awe na taarifa. Sasa ni nani anatakiwa kuratibu ilishughuli vizuri? Ndo maana nikasema utendaji wa bodi ya ligi ni kama mfuga mbwa, anawarushia tu nyama wang'ang'aniane wenyewe mpaka wang'atane, ndo aulize kwa nini mmeng'atana. Haya ni makosa. Kwa mfano, mi nadhani utaratibu mzuri ilikuwa ni bodi yenyewe kuhakikisha maanake, kuna kamati ya usimamizi wa ligi kamati ya usimamizi wa ligi kuhakikisha jambo lolote la kikanuni liko bayana kwenye kila upande, kuepusha misuguano kama hii ambayo inadhalilisha, kukosa weledi. Maanake hapa tumevuana nguo, hatuna weledi. Kumbe si, tukiwa na sheria tunadhani sheria, sheria ni maelekezo tu, yanatakiwa yasimamiwe.